Tumeweza kutoa mbegu takriban tani moja kwa mkoa wa Tabora ambazo specific zimekwenda kwa halmashauri ya wilaya ya Igunga. Ya, la lengo ikiwa ni kuhamasisha matumizi ya mfumo wa kidijitali kwenye mauzo ya mazao. Kwa hiyo ugawaji wa mbegu hizi na pembejeo umelenga haswa wale uh, wakulima ambao waliweza kuuza mazao yao kwa mifumo ya kidijitali katika msimu uliopita. Hivyo halmashauri wali ya wilaya Igunga ni sehemu ya wilaya katika mkoa wa Tabora ambao wameweza kutumia mfumo wa kidijitali kuuza mazao la choroko ambapo uh, waliweza kupata takribani shilingi bilioni 2.6 katika msimu uliopita. Pia vile vile, lengo likiwa ni kuchagiza kwa uh, halmashauri nyingine ndani ya mkoa wa Tabora kuweza kuongeza tija ya kulima mazao haya kwa ufanisi na ili baadaye pia waweze kufaidika na matumizi ya, mauzo haya, ya mazao haya kupitia mfumo ya kidijitali. E, kwa hiyo kupitia mpango huu tunatarajia kugawa takribani tani mia moja tisini na mbili za mazao ya dengu, choroko, mbaazi, ufuta pamoja na soya. Tunasema asante sana lakini shukurani za kipekee ziende kwa serikali ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kutushika mkono wakulima kwa ngazi tofauti tofauti mimi kama shuhuda mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Igunga tumeweza kufanikiwa kuku, kuwa mashuhuda kwa namna mbalimbali sana namna tulivyokuwa tunapokea ruzuku kutoka serikalini ukiangalia vitendea kazi kama matrekta, ukiangalia mbolea za ruzuku, mbegu na kadhalika, hivyo vinawasaidia wakulima wetu kuweza kupata kilimo chenye tija. Kwa hiyo COPRA, kwa niaba ya serikali pia tunasema asanteni sana na tunatoa shukrani za dhati. Pia niweze kutoa wito kwa wakurugenzi wenzangu kushikana sana kwenye stakabadhi ghalani. Safari hii tumeweza kushuhudia, nimetumia nguvu kubwa sana mimi pamoja na halmashauri yangu ya Igunga kuweza kusimamia kiudhati e, stakabadhi ghalani na tumeona kwamba imetoa tija kubwa sana. Kwa hiyo naamini wote tukisimama vizuri, kusimama kwenye stakabadhi ghalani tutatoa tija kubwa sana hususan kwa wakulima hata kipato chetu kwa ujumla, yaani serikali ikiwa ni serikali zetu za mitaa, lakini serikali kuu, serikali kuu kwa, kwa umoja wake. Kwa hiyo naamini tukishirikiana vizuri, Igembensabo tuko karibu sana na stakabadhi ghalani, wote kwa umoja wetu, imeweza kuleta mafanikio makubwa. Hivyo basi, mimi nikizungumza kama Igunga, kama mkurugenzi wa Igunga, kipato changu kikubwa kinatokana na wakulima. Kwa hiyo nikiwa karibu na wakulima au nikipata ruzuku kama hizi kwa wakulima, naleta tija kwa wakulima, lakini pia naleta tija kwa halmashauri, lakini naleta tija kwa serikali, kwa sababu kipato kinaongezeka. Mnaweza kujua, asilimia 40 ya kipato chetu sisi kinaenda kwenye maendeleo, tunajenga mashule, tunajenga hospitali, tunaweza kusaidia maeneo ambayo yanahitajika, asilimia zile 40 Ziki, kipato kikiongezeka kwa wakulima ina maana kipato cha halmashauri kimeongezeka na mafanikio makubwa yanapatikana kwenye halmashauri yetu na taasisi zote na maeneo yote kwa ujumla. Kwa hiyo kwa niaba ya wakulima wa Igunga tunasema Kobra, asanteni sana, tunawashukuru. Kwa hiyo sisi kama ofisi yetu ya mrajis, kwa kweli jambo hili sisi tumeliona ni la kipekee na tutaendelea kuwaunga mkono kuhakikisha kwamba mazao yote mazao yote ya nafaka na mazao mchanganyiko. Tutaendelea kuhamasisha vyama vyetu vya ushirika, ili angalau masoko yake yafanywe katika mtindo wa stakabadhi za ghalani. Kwa hiyo, sisi ofisi yetu itafanya jitihada kubwa ya kuhakikisha kabisa kwamba zoezi hili linafanyika kwa ufanisi na kuhakikisha kwamba aliwezi kumwacha mkulima hata mmoja. Na nathamini na, na mchango mlioutoa, na huu itaenda kuwa kichocheo katika wakulima wetu kwenye vyama vya ushirika, ambao watakuwa waliuza nje ya mfumo, wataona wenzao watakuwa wamenufaika na mbegu hizi za ruzuku. Kwa hiyo mimi naomba mwanzo huu mwanzo mzuri lakini hata sisi tutawashika bega, tutakuwa bega kwa bega pamoja na nyinyi kuhakikisha kabisa kwamba wanaushirika wote wanaingia wana, wana katika mfumo wa kuuza mazao yao hasa nafaka na mazao, nafaka na mazao mchanganyiko kupitia stakabadhi za ghala. Kama mnaweza mkakumbuka nikisema kidogo kwamba wakulima wetu walikuwa wanauza haya mazao jamii ya mikunde E, kiolela olela na vitu ambavyo walikuwa wakitumia walikuwa wanatumia mboni ambapo mkulima alikuwa anauza kwa bei ya shilingi mia nane mpaka mia tisa lakini tulivyoingia katika mfumo wa stakabadhi za gala, mkulima akapata bei nzuri kutoka shilingi mia nane mia tisa mpaka elfu moja mia tano na kumi kwa hiyo, unaona mkulima ameweza kunufaika kutokana na kile ambacho na kilima. Lakini hapa tume- mkurugenzi mtendaji anajua ilikuwa ni kazi ngumu sana kufanikisha zoezi hili kwa kushirikiana na kopra Mr Nyambo anajua kile tulichokipitia ilikuwa ni kazi kubwa kutoka kwa hawa tunaita madalali, hawa watu wa kati, kwa sababu walijua kwamba mkulima akiwezeshwa kuuza mazao yako kwenye mfumo wa stakabadhi za gala wataenda kukosa soko. Kwa hiyo kwa hili pia niweze kupongeza mamlaka ya COPRA kwa kweli imefanya vizuri kwa kurudisha mbegu ili wakulima waweze kulima e, kupata mbegu iliyo bora na kupata tija zaidi. Niwahakikishieni hapa tunaenda kufanya juu chini kwa kushirikiana na mkurugenzi mtendaji na timu nzima kwa ajili ya kufanya wakulima wajue manufaa ya kuingiza mazao yao kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, inaenda kuwasaidia. Ah, nichukue nafasi hii kipekee kuweza kuwashukuru kuwashukuru kwa kazi nzuri ambayo wameifanya kwa kipindi kifupi cha mwaka mmoja ambacho eh, hakika wanaelekea kwa asilimia zaidi ya themanini kwamba watatimiza lengo lao kuu, lengo lao kuu ambalo litawezeshwa, ambalo litafanikiwa kwa ushirikiano baina ya ngazi ya mkoa COPRA na ngazi ya wilaya, na lengo hilo ni kusimamia mnyororo wa thamani wa mazao mchanganyiko. Kwa zao moja tu la choroko waliwezesha kufanikiwa kupata bilioni 2.6 katika wilaya ya Igunga. Sasa mapato ya bilioni 2.6 kwa zao moja la choroko ni mafanikio makubwa sana. Eh? Kwa hiyo tunatarajia mabilioni ya fedha. Kama zao moja lilileta bilioni 2.6, je? Yeah. Mazao matano wanatarajia kusaidia mbegu bora za mazao kama vile choroko, soya, dengu, ufuta, eh. Kwa hiyo mazao haya madogo ma, ukiangalia ni kama mazao madogo madogo lakini ni mazao ambayo hakika yataleta tija kubwa eh. Kwa sababu yanazingatia wameanzia kwenye kufanikisha kuanzia kwenye, kuanzia kwenye ngazi ile ya mbegu bora na wanashirikiana na vyombo vya serikali wanashirikiana na toski hawa wenzetu lakini pia wanashirikiana na wenzetu watali kwa hiyo kila kitu kitaenda kwa ubora lakini pia ili kuhakiki mnyororo wa thamani unatimia wamejipanga vizuri kwenye swala la ugani swala la extension service. Kuna wataalamu ambao wako chini ya COPRA lakini tuna wataalamu ngazi ya wilaya, tuna wataalamu pia ngazi ya mkoa ambao sisi tutawaunga mkono, ili extension service iweze kuwa ya viwango, kwamba isiwe mbegu tu, iwe mbegu, uzalishaji mpaka kwenye nani ya masoko, na mazao haya ya choroko yanaleta fedha za kigeni pamoja na fedha za kwa kweli tumefurahia katika mkoa huu wa Tabora, tunapata ushirikiano mzuri kutoka serikali, serikali ya mkoa, lakini ofisi ya mrajisi vyama vya ushirika, halmashauri zote za mkoa wa Tabora eh. Kwa leo tumefanya zoezi la kugawa mbegu za choroko kwa halmashauri ya wilaya ya Igunga. E, hii ni kutokana na e, uuzaji wao kwenye mfumo. Waliuzwa kwenye mfumo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa msimu wa mwaka 2024 25. Kwa hiyo wenyewe we, tumewapatia mbegu hii, inakuwa ni chachu na halmashauri zingine waige kuwa e, hii mifumo rasmi ambayo serikali imeanzisha ni muhimu sana katika mstakabali wa ustawi wa wakulima e, lakini katika kupata tija na wamesha tumeshajionea leo kuwa wakulima wa, wa wetu wa Igunga watapata mbegu bora za choroko ambazo zitaleta tija zaidi katika uzalishaji mwaka unaofuatia.